Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake. Hekima, umoja na amani, hizi ni ngao zetu. Afrika na watu wake wote, kwa pamoja. Unaimuona hapo kwa runinga yako ama unaimuona hapo kwa, ambapo unaniangalia munatazama, amba video hino, ni yule ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ameweza kujitokeza mjini Dodoma e, kwa minajili ya kuenda kutekeleza ile ambayo ni haki yake yeye mwenyewe kwa minajili ya kupiga kura ambayo ilikuwa imeandaliwa tarehe leo, hususan ambapo ameweza kuonekana akifuatilia sheria zote zile ambazo zinahitajika kufuatiliwa, ambapo ameweza kufika kwenye lile dawati la wale wakaguzi pale ambapo waliweza kumkagua na akawa mtu ambaye alikuwa na utulivu mzuri kabisa, kwa sababu alipofika tu wale wakaguzi waliweza kusimama ili kumpa ile heshima yake kama rais, lakini alionyesha ya kwamba wanaweza kuendelea kuketi ili waweze kumthibitisha kwamba yeye ni mmoja wa wapiga kura, na jina lake pia linaonekana pale kwenye wale ambao ni orodha ya wapiga kunya, uh, wapiga kura Tanzania, samahani, ambapo iliidhinishwa kwa muda mchache sana, kwa muda mchache sana wa takriban dakika saba kama si nane, ambapo alikuwa amemaliza kila kitu, ambapo uh, sio kwamba ati alienda pale na wale waliokuwa pale wakaanza kutolewa tolewa, japo alifika pale kama mwananchi mwingine tu vile wa kawaida, na basi watu wengine wakaendelea na shughuli zake, wakati akikaguliwa na akapewa ile ambayo ni karatasi yake ambayo anastahili apewe, kama wenzake walivyokuwa wanapewa pia vile vile ambapo alijikusanya na kuenda mpaka kwenye sehemu ambayo aa, ni ni wakati wa ni sahihi ya yeye ya kwamba aende akapige ile kura yake, na hawa ambao ni baadhi ya watu ambao walikuwa wanasimamia uno uongozi mzima ama uchaguzi mzima hapa, hawakuweza kuleta ile dharau ama kuonyesha ile kwamba kama huyu ni rais lazima anajua kila kitu. Walihakikisha kwamba wanamfundisha na kumwambia kila kitu ambacho anahitajika yeye kujua, ili asifanye makosa yoyote yale ambayo labda yataleta uh, utofauti fulani hapo mbeleni walimwelezea vile ambavyo anastahili kukunja zile karatasi, vile ambavyo anastahili kutiki pale, vile ambavyo anastahili kutumbuisha hizi karatasi kwenye yale madebe ambayo yalikuwa yameandaliwa rasmi kwa minajili ya wachaguzi wote ambao watenda pale. So unaona ni, ni kitu ambacho ah, kimefanyika, niseme tu kwa utulivu kwa sasa, na rapsha rapsha zote hazijaanza ku, hazijaanza kuonekana kokote pale nchini japo upande wa Zanzibar watu wengi sana kwa zile video ambazo nimeziona, wameweza kujitokeza pale, pamoja na yule ambaye ni mgombea wa urais kule pia amefanya tayari vile ambavyo alikuwa anahitajika kufanya, ambako ni kupiga kura lakini tuseme tu ukweli ya kwamba upande wa Tanzania bara watu wachache sana wameweza kujitokeza kulingana na vile ambavyo tulitarajia kwamba hata um, maybe vituo havitatosha kwa sababu watu ni wengi waliojiandikisha. Asilimia ya waliojiandikisha imezidi kwa kiwango kikubwa cha asilimia takriban ishirini. Sasa tulijua watu wengi sana watajitokeza kuliko vile walivyojitokeza hata mwakani ule mwaka wa elfu mbili ishirini ambapo Magufuli alikuwa anaenda kuchaguliwa lakini hili iris tunachoomba ni amani aa, na Rais Samia Suluhu Hassan kama unavyomuona hapo yuko kwenye sehemu maalum ambayo imetengwa kwa minajili ya wale ambao wanaenda kupiga kura pale ambapo baada ya hapo tu ataweza kutoka na kuenda kuweka kile vile vijikaratasi ki, karatasi ambavyo amevitiki pale na kuvikunja rasmi ambavyo atavichukua na kuvitumbuisha kwenye yale ma Ha, ma containers ambayo yameletwa pale ambapo moja ni la blue, ambayo lile la blue ama lile lenye rangi ya samawati finiko lina ishara ya kwa kwamba ni uh, rasmi la urais na lingine ambalo limewekwa hapo pia limewekwa lim, kwa minajili ya uh, zile sehemu zingine ambazo zinahitajiwa. Uh, Watanzania waweze kuchagua watu wao. Hivyo basi tuzidi kuomba amani iendelee na kudumishwa vile ambavyo inaonekana kwa sasa. Uh, kwa sababu tayari tumeona wabunge na madiwani tayari, uh, wametulia wanasubiria tu matokeo ambayo yataweza kutolewa aa kupeperushwa uh, jioni tu hapo ambapo tutaelezewa kwa kila jimbo uh, na kwa kila ma, jimbo yote mia mbili sabini na mawili ni wangapi wamepiga kura na wangapi wameweza kushinda ama wangapi wameweza kupata ngapi. Uh, Mama Suluhu Hassan Samia namuona hapo ambapo ana E, ama anasaisha kuonyesha kwamba kile kidole chake kinaekwa ile inki pale, ili ionekane kwamba yeye pia ameweza ku, kuwa mmoja wale waliopiga kura, ambapo anaonyesha wana habari kile kidole ya kwamba mimi pia ni mmoja wa wapiga kura, na walinzi wake pale wako imara kumsubiria, ili waweze kutoka na yeye, na baadhi ya wananchi ambao wako nje pale vile vile pia wanafurahia kumuona mama Suluhu Hassan Samia kutoka kupiga kura na e Si atatoka ili mradi aweze kuzungumza na wanahabari, ambapo nitakuachia uweze kumsikiliza kile anachokiongelea. Baada ya hapo tumsikilize yule mgombea mwingine pia wa urais ambaye atakuja atazungumza na wananchi pia wa NRA Hassan Ali, Smasi, Hassan Ali Masi, ambapo hebu sasa, tumsikilize mwanzo kutulia na kupata picha nikaona sasa ni wakati mwafaka kwa mimi kuja na kukamilisha zoezi hili. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe Watanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende wakafanye um, wakatimize haki yao, wakapige kura, chagua wa viongozi wanaowataka, ili nchi yetu tumalize zoezi hili la demokrasia na tuendelee na shughuli zetu za kawaida. Uh, nawashukuru sana. Waandishi wa habari, naomba muendelee kuwataarifu wananchi, na nimeona katika vyombo mbalimbali bado vinahamasisha watu waende wakapiga kura. Basi niwashukuru kwa hili, asanteni sana. So kati ya wale wagombea kumi na saba, mmoja wao ni wanarei ambaye anaitwa Hassan Alimmasi, ambaye alikuwa anaambiwa kwamba yeye ni mmoja wa wale waliochukuliwa na serikali ili kuwekwa tu pale ilionekane ya kwamba wagombea wapo wengi. Tumsikilize na chake anachokiongelelea hapa. E, kwanza mimi napenda kutoa shukurani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, kwa kuboresha shughuli hizi za uchaguzi uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni uchaguzi wa kipekee sana kwa sababu kwanza tunakwenda kuanza uchaguzi huu tukiwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi ambayo imeundwa kwa muda mfupi, na pia tuna sheria ya uchaguzi mpya. Kwa hiyo uchaguzi ni mzuri sana, na serikali imehakikisha kuhakikisha inatengeneza mazingira mazuri ya demokrasia katika nchi yetu. Kwa hiyo tunapongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini lingine, nawapongeza watanzania kwa kuonyesha utulivu mkubwa. Leo hii ni siku muhimu sana. Ni siku ambayo wa Watanzania wameamua kuonyesha dunia pamoja na umma wa Afrika kwamba sisi ni watu wa moja, tunatengeneza taifa moja, hatuna sababu ya kuvutana, e, tutavutana katika box la kura ambapo Watanzania watakuwa na maamuzi juu yao. Kwa hiyo hilo ndio jambo lazima nijisemee. Lakini jambo muhimu sana ambalo nataka nitoe message kwa Tanzania kwamba tunakwenda magogoro ya rais 10 hadi 17. Eh, tuamini kwamba mmoja atashinda na atakayeshinda itakuwa ni ushindi wa Tanzania na wala sio ushindi wa chama chochote cha siasa, itakuwa ushindi wa Tanzania ambao wao ndio wanamiliki kura na ndio wenye mamlaka juu ya nchi. Kwa hiyo sisi ni rai na waelekeza wanachama, lakini wa Tanzania na viongozi wangu wote, kwamba tuheshimu maelekezo yaliyowekwa kwa utaratibu wa sheria. Uchaguzi ni swala la sheria na katiba. Mshindi atakayepatikana aidha mimi aidha wengine, tutaunga mkono kwa kisha taifa letu libaki salama, kwa sababu hatuna mbadala wa Tanzania na uchaguzi huu ni, ni, ni, uchaguzi wa Tanzania wala si wa chama cha siasa. ili jambo nimelisema sana na leo nalisema, wa Tanzania wajue kwamba hatuna sababu ya kufutana kwa ajili ya vyama, tuna sababu ya kuhakikisha taifa letu linabaki salama, watu wanakuwa wamoja, tujenge taifa, kwa sababu baada ya uchaguzi kuna maisha. Lakini uchaguzi ni utaratibu mzuri sana, ndio maana nimesema ni historia mpya ya Tanzania. Maana yake tume huru ya taifa uchaguzi inatekeleza yale yote yaliyoandikwa na yale tuliyokubaliana kwa hiyo ni jambo jema, tunashukuru, tupongeze tume ya taifa yenyewe huru uchaguzi, lakini pia na serikali na wananchi wenyewe, kwa sababu swala hili ni swala la, la, la, la, la, la watu kufanya maamuzi ya hatima ya maisha yao na wameamua kufuata yale tuliyokubaliana. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, lakini jambo la mwisho kabisa ambalo nalisema na ni muhimu sana, sisi kama NRA eh, tunakumbuka maneno ya Nelson Mandela aliyosema the goal is not only to win election but also to teach our society. Tunapokuwa kuna uchaguzi sio, tunaweza tunaweza kushinda si wote lakini pia tuhakikishe kwamba lengo ni kuhakikisha tunaielekeza jamii yetu, lakini tunailinda kwa kuielekeza utaratibu wa kuheshimu sheria za nchi, pamoja na mambo ya msingi ambayo ni kwa ajili ya taifa letu. Haya ndio naweza kuyasema kwa mara ya mwisho. Nashukuru sana.